Mambo. Shwari. Oh. Shwari. Uko salama kabisa, yeah. Unaitwa nani? Naitwa Angel. Angel Limo, Angel Limo. Mm -hmm. Chaga. Ndio. Angel Limo unasoma kozi gani? Nasoma BIPSA. Ndio, kirefu? Bachelor of Public Sector, Accounting and Finance. Hongera sana. Asante. Mwaka ngapi? Mwaka wa kwanza. Mge. Wageni wale ndo wageni, wageni. E, so mgeni, kwa sababu nilianza certificate, kwa hiyo so mgeni. E, e, masomo sofa yakoje? Mm, magumu lakini ndio hivyo, tunakazana tunajitahidi yeah. Niambie, unakaa hostel ama umepanga? mm, nimepanga, naishi yes. Yes, peke yangu. Una muda gani umepanga tangu umeanza chuo? Hapana, nilipanga ipo diploma ya pili yes. ah, no diploma ya kwanza semester, si ya pili ila yes. ya kodi unatoa wapi? Enjo. Mimi nafanya biashara so, na Enjo Juice, nafanya biashara ya juice, kwa hiyo pesa biashara hiyo faida napata ndo yes. natumia eh. Wewe si Mchaga? Ndio. <laughs> Sasa kabla biashara nataka nifahamu e, pesa ya kupanga ulipata wapi? Najua ndani pia kuna vitu na furniture. Una vitu gani ndani? Mm, na kitanda na godoro na kabati, TV, showcase, jiko yeah. kwa haraka haraka mule ndani vitu vyako vyote gharama ukiangalia ni shilingi ngapi? Mm, kama milioni mbili hivi yeah. E, vitu vyote? Ndio. Sanyin nasema ni hiyo milioni yeah, mbili ulitwapia, so kwamba nimepata yote kwa pamoja nikanua kwa pamoja? Hapana, kidogo kidogo. Yes, mwezi unanua mwezi, una unanua kitu fulani au baada ya miezi miili unanua kitu fulani yeah. na kodi ngapi kwa mwezi? kodi laki moja. Lipa kodi lakimojawanafunzoilakimoja <laughs> ndomana nimekwambia nina biashara yeah. uh -huh. yeah. Kwa hiyo juisi ndio inasababisha ulipe kodi na kununua kila kitu. Eh, kama kipelea namwambia mzazi wangu baba yangu. ananipa mtaji wako shilingi ngapi kwa juisi? uh, kama milioni nne hivi yes, kila kitu yani, sio ni, nini ni hey, ofisi kubwa kabisa. na miaka ngapi? ishirini na moja yes <genauso> Kana unapambana sana. yeah, najitahidi kidogo. Tuambie mtaji wa juisi wa milioni nne uliupataje? Kwanza kwa kuanzia hapo, ni mzazi wangu ndo aliyenipatia. Nilikuwa mimi na pesa yes, nilikuwa na pesa kidogo, nikamshirikisha mzazi wangu kwamba nataka hivi, nataka nifungue biashara fulani, naomba yes. Akanisaidia, akanipatia hicho eh, kiasi cha kiasi fulani nikaanza Oh, biashara yako na mda gani ? Huu ni mwaka wa pili. Yes. Kwa siku unaingiza kiasi gani cha pesa kwenye biashara yako ? Inategemea. Yes. Nakuta siku nyingine laki elfu sabini elfu hamsini ko hivyo. Average ni kiasi gani? 80-90. Hiyo ni uhakika kwa siku. Una ile mtoto? Hapana. Yeah. <laughs> <laughs> Yes. Tukipiga hapo kama kwa siku ni themanini tisini, hey, hey. Si, he, he, hapo sijatoa he, he. Kwa themanini tisini kila kitu hapo, hujatoa mauzo, faida shi nini ya kununulia vitu, kumlipa mdada, maana nikiwa naenda chuo kuna mdada pia namwachaga. Umeajiri Angel? Ndio, kazi kabisa. Yes kuna watu wanaamini kwamba mwanafunzi eh, kama wewe mrembo kuwa, kuwa na biashara kama hiyo, labda kuwa na vitu ndani vya thamani, kulipa kodi laki moja, mwingine za akahisi kwamba enjo kuna mbaba anampa hizo pesa eh? Unaojibuje hao? Hapana, sio kweli, sio kila, kila mtu kwamba alifanikiwa au siju ndo ana kitu fulani mbaba amempa, au sio, ni boyfriend, au sio nini? Hapana, mwingine tunapewa na wazazi wetu. Yes. Watu hawahisi uh, watu kwamba yes, boyfriend wake ndo amempa, ni kitu ambacho sio cha kweli. Lakini baadaye nikaja nikawa nazoea kwa hiyo maneno, nikawa naona ni kitu cha kawaida tu. Unahisi kwa nini? pengine walikuwa wanaona angel, yawezekana kuna mtu amemsponsor huyo kwa sababu anaisigi kila mtu ambao mwenye hivyo biashara au nini, kwamba ni amewezeshwa na mwanaume wake au sijui baba wake hivyo, lakini sio kitu cha kweli. Najua maisha ya chuo kwenye kula ni changamoto sana. kuna mtu kwa siku anakula shilingi elfu mbili tu, mwingine elfu tatu mwingine, mlo mmoja kwa siku. ratiba ya enjoy ikoje kwenye misosi, nini, unakula milo mingapi wewe? Ah, mimi nategemea na nakula jinsi ninavyosikia njaa; kwa hiyo nakula mara tatu, mdomo mwingine mara mbili Hela si hipo, hela hipo. Sawa, kitu kingine ambacho ningependa kusikia kutoka kwako, mara nyingi maisha ya chuoni, e, mtu akiwa chuoni bwana, wale wanaume ambao wana pesa chuoni pale, wanafunzi ambao wana uwezo kidogo wa kipesa, ndio wanawake wanawapenda sana e, wanawagombania kwelikweli, hata kuwapigania. Lakini wale ambao maisha yao ni magumu hawana e, pesa kama vile hawaonekani. Unahisi kwa nini kichuo chuo kumekuwa na utaratibu wa wanawake kuwapenda washikaji ambao kidogo mfukoni wako vizuri, lakini wale ambao maisha magumu kama vile hawaonekani? Mimi mm, naona kwa sababu ndio hivyo wa... sisi yani watu wengi tumetoka kwenye familia za hali ya chini, kwa hiyo ukija chuo unakuta unataka uone kwamba mwenzako sio ana simu nzuri, au ana nguo nzuri, anabalisha nywele kila wiki, basi naye anatamani maisha. Kwa hiyo anaona ni bora niwe na mwanaume mwenye hela, ili awe ananipateza pesa, nione nafanya natimiza mahitaji yangu. Naona hiyo ndio sababu mhm, aturidhiki yani na na na pesa ambazo tunapewa tu na wazazi wetu, japo ni kidogo nini. Kwa hiyo mtu anamwa afanye njia mbadala ya kuwa na boyfriend mwenye pesa nyingi, au mbaba, sio mwenye hela nyingi, kwa sababu ili atipate pesa za kujikimu au, au za kueye, kubadilisha nywele kila siku, sijui za kuvaa nguo nzuri, simu na nini, yeah. Upande wako wewe, unapenda una, una mwenye pesa au maisha magumu eh, mwenzangu? Na mie mimi <laughs> ah, hapana, kama niseme, sio kwamba napenda mwenye pesa, mwenye maisha yani magumu. Mimi yeyote tu ambaye naona ana upendo wa kweli kwangu, yeah. A, mkweli ni ukweli kabisa. Yeah. Siongope. Si ongo, si ongope. Na unaposoma wewe wanawake wenzako vipi ambao uko nao darasani wao, ukiwatazama eh, mahaba yao yapo kwa watu wa aina gani? Si unawaona labda maisha yao chuoni pale eh, ndio wenye pesa au wao wenyewe wanafuata ambao pengine maisha ya kawaida. Mtindo yes, chuoni, uonekane da bwana wake hey, hey, ana hela hey. Kitu gani wanawake mnashindana kuvaa? Wazishindana kuvaa, kubadilisha nywele kila wiki. Na ndio hiyo sababu ya kufanya kwamba uwe na mwanaume mwenye hela ili uweze kunanilia hivyo, ili mwanamke chuoni onekane wewe ni mnyama kabisa, uonekane bomba kabisa, inabidi uwe na nywele nzuri kila siku na nguo, nywele, nguo, simu, nguo, simu kwa yes, hiyo wale ambao wanapambana kutafuta hizo nywele, nguo na simu ndio wako tayari kufanya kila kitu. Yes. Na hiyo ndo sababu sioni kwamba kama kuna sababu nyingine. Mm. Ina maana kumbe wanafunzi wa chuo mabinti hawa nywele, nguo, simu ndio mchawi. Mm-hmm.

<laughs> Kidogo pesa hiyo na budget. Ina muda gani simu yako? iPhone. hemat kwa <laughs> hiyo yes. mm. mimi nilikuwa sijui bwana, kama nywele, nguo, simu ndio kipengele kwa wanawake chuoni, uh, ndio hivyo yani, ndio hivyo Yeah. Uwe, mtu akiwa anampa mwanamke nywele anamlipia nywele, labda nguo na simu, amesha mwini tayari. mm. yeah. Unaposoma, yupo mtu ambaye ndio anasumbua kwamba ile bwana arudi nguo kila siku, nywele mpya, simu mpya, yupo? Yeah, wapo. Okay, I mean yupo, kila wiki unakutana anabalisha nywele. Wengine zinakaa na nywele wiki mbili kitatu, lakini mtu kila wiki hivyo anabalisha nywele, sio nini nini hivyo. yes. Nguo sio nini hivyo. Nywele yako hiyo unakana muda gani hiyo? na muda gani? ina wiki. hao wengine wiki. <laughs> <laughs> mimi unakuta ushafumua ushindani. Hapana. <laughs> mimi mi sishindani na mtu, nashindana na mtu yani labda nimeona mtu ana labda, mtu ambao anauza yani. sana sana mi nafuatilia wa watu wanaouza ju walio nizidi. Sio kwenye nguo, sina, najua sina. Na pia wababa nakusumbua sana mm? Mara ya mwisho mbaba alivyokuja kwako alikwambia anataka nini, labda akupe kitu gani ili pengine aweze kupata, kama unakumbuka? Msimu hivyo hivyo anakupa simu gani? Simu 13. Usikie bwana anakupa 13 Pro Max mm, mpya nataka nijue reaction yako ulikwaje? Hapana. Mm, yani mi, mi mtu ambaye simpendi siwezi kudate naye, yeah. Ya, na siwezi kudate na mtu ambaye amezidi umri yaani wamezidi hivyo sana mpaka ni ambao ukimwangalia ni makamu ya baba yangu, yani anaweza kuniza eh, siwezi. Ni huyo. Alikuwa na umri gani huyo? Sijui, ila alikuwa anaonekana ni mtu mkubwa tu yeah, yani zaidi ya baba yangu, baba yangu mdogo. Kuwaje? Kuwaje? Hebu kidogo utuelezee, mu address labda alikuwaga mrefu kidogo mfupi na kitu. <laughs> <Kitambi mbaba. laughs> Ah, mrefu kitambmbabameh, yes, mrefu ana kitambi. Ya, yeah. Yani alikuwa tu mteja wangu. <laughs> alikuwa mteja wangu, mteja wangu na hivyo kaanza hivyo mtongoza. Nakupa yeah, simu bwana Enzo. Yani hapo ni baada ya kwa mtongoza sana sijamnanilia. Sijamkubali ya yes. Ndio akanambia mimi nitakupa simu. Hapo nitakupa chochote unachotaka. Usikie nitakupa chochote unachokitaka. No, ukuchanganyikiwa maana hiyo hiko ndio hiyo ndio kauli ambayo inawavuruga sana wadogo zangu wengi wa chuo. Mwambie yes. Hapana jamani. Mm, kambia hapana, kama kama ni yangu itakuja, nitatafuta hapa nitapata. Wababa wengine wana mikosi huko, unabeba unajishangaa, unalala naye, unakuwa mambo yako hayaendi, si nini? Yes. Hafu kwa nini ulale na mwanaume wa mtu? Unajishangaa na wewe unakuja kuolewa. Mambo yako yale uliko unamfanyia mwanamke mwenzio ndo utakuja kufanyiwa hivyo hivyo. Ukiacha mbaba wa simu, mwingine alikupa ofa gani? Mm -mm. Ah, wengine hapana. Basi enjo labda cha mwisho cha kuwashauri wa wanawake wenzako, wanafunzi wenzako wa chuo, wale ambao pengine wanashindana kubadili nywele, eh, nguo, simu na mwisho wa siku wanaangukia pabaya, unawashauri nini? Mm, nawashauri tu ridhika na kipato cha mzazi wako, yaani ridhika na pesa ambayo mzazi wako anakupa kwao hivo. Ipo kamili? Eh, kamili. Tukaone ofisi ya Angel dakika moja tu, usikate njoo tu na kupata tangazo la bure leo. Kwa hiyo ndo wapa usio waonyeshe bango bwana.

Tuna mango juice, tuna passion juice, tuna avocado juice, tuna rosella juice, tuna smoothies, tuna kuna tende kuna mango yogurt. Ya, yeah. na juice zetu zinaanzia kuanzia elfu moja, yani bei za kichochoro kabisa. Kuna package elfu moja kuna elfu moja mia tano kuna elfu mbili kuna elfu nne lita moja kuna elfu nane lita mbili na kuendelea, yeah. na, shingapi nafungua hii inategemea, ah, yeah, inategemea yes. Basi bwana hongera sana. Angel nimefurahi kuona ume- unafanya biashara wakati unasoma. So naamini baada ya miaka mitano miaka kumi utakuwa mbali sana. Yeah. Yeah. Inshallah. Hongera ongera sana. Asante sana. Karibu sana.